Mashindano ya dunia ya riadha ya chipukizi yataandaliwa katika uwanja wa Kasarani wala si Nyayo kama ilivyokuwa ikifahamika hapo awali. Hii ni kutokana na ukarabati ambao utahitajika endapo mashindano hayo yataandaliwa Nyayo. Japo muda unayoyoma, kamati inayohusika na maandalizi ina imani kuwa kila kitu kitakuwa shwari. Zaidi ya wanariadha elfu moja mia mbili wanatarajiwa kukusanyika jijini Nairobi kwa mashindano ya dunia kwa wanariadha wasiozidi miaka kumi na minane mwaka ujao. Mashindano haya yatafanyika barani Afrika kwa mara ya kwanza. Uwanja wa Nyayo ulitarajiwa kuwa mwenyeji wa mashindano haya, lakini kamati ya wa waandalizi imetangaza kuhamishwa kwa mashindano hayo hadi uwanja wa Safaricom Kasarani. you That that that is the most important thing the facilities the equipment Licha ya uga wa Kasarani kuwa bora kuliko Nyayo ukarabati utahitajika kabla ya Kasarani kuwakaribisha wanariadha chipukizi If we have to get the competitors come here we must communicate to the world we must communicate and tell them and convince them that we are first of all we are going to be ready Kamati ya maandalizi ya mashindano haya ambayo iko chini ya uongozi wa Jackson Tuwei ilifanya mkutano siku ya Alhamisi huku ikisubiri kuidhinishwa kwa bajeti ya kugharamia maandalizi. Ni takriban mwaka mmoja na miezi mitatu kabla ya mashindano haya kung'oa nanga, na licha ya kuwa muda unazidi kuyoyoma, waandalizi wana imani mashindano yataandaliwa bila tatizo lolote. Lin Washira, KTN Michezo.